mefikia hivi wa Tanzania lakini mbaya zaidi ni ile fedheha ambayo tumeipata. Taifa letu limekoswa heshima. Watu walipenda kuja Tanzania, watu walifurahia Tanzania, na ndiyo sababu wamesali, wameomba kwa ajili yetu. Hao wamefikwa na mauti, kila mmoja kwa namna yake wapo waliofikwa na mauti katika harakati za kuonyesha hisia zao, wameonyesha kuwa kuna kitu kinawakera kinawaumiza. Hawa walitaka wasikilizwe, hawakusikilizwa. Wapo waliofikwa na mauti wakiwa majumbani kwao, wapo wengine walikuwa hata safarini wakitoka walikokuwa wakienda majumbani wawahi watoto wao, wawahi ndugu zao, wengine walikuwa ndo wanaelekea majumbani, wagonjwa wakitoka mahospitalini. Hawa yamewakuta yaliyowakuta. Wengine kwa uoga walikuwa wakikimbia ovyo ovyo, wakikimbia mitutu, mitutu ya bunduki. Hawajavumilia watanzania hawa kusikia mitutu, watanzania hawajazoea kusikia risasi. Hawa wote wamepatwa na mauti. Mungu awarehemu awasamehe dhambi zao, wapumzike kwa amani. Hata hivyo, wafu wetu hawa machoni pa wajinga wameonekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kunadhaniwa kuwa ni hasara yao na kusafiri kwao toka dunia hii kuwa ni uharibifu, kwamba kuondoka kwao walijitakia, kwamba walitafuta kifo. Hivi ni kweli? Hatujui walichokuwa wakiomba. Hivi hatujui kweli walichokuwa wakitafuta. Ndugu zao hawajulikani walipo. Ndugu zao wameonekana, wametekwa, wame wameuawa, wame, wame, wame wengine wamekimbia nchi, wako nje. Hakujua kweli kwamba hawa walikuwa wanatafuta nini? Hawa walikuwa wanaomba nini? Waliomba haki, waliomba usalama wa maisha yao, waliomba kusikilizwa. Hata bwana wetu Yesu Kristo anamwambia Petro, rudisha upanga wako harani, rudisha upanga wako kibindoni. Anatufundisha usukuu ni dhambi na ameeneza dini bwana wetu Yesu Kristo kwa amani, kwa hoja. Hakueneza dini yake kwa upanga yeye, ili watu waokoke, ili apate wafuasi alikufa yeye mwenyewe, sio kuua ili upate. Leo tunajifunza kuua ili tupate, tunaua ili tuungwe mkono Tengeneza hofu ili watu wakuunge mkono. Wanyamazi ni dhambi basi nimalizie kwa mistari michache kutoka katika kitabu cha Luka sura eh, ya sita na ishirini na tano ole wenu ninyi mlioshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Wako watu wameshiba shiba madaraka shiba mali shiba sifa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. zangu ulie pamoja na wanaolia. Nazidi kuwapa pole. Poleni sana Watanzania, ili liwe fundisho na kamwe tusirudie tena. Na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo. Aliyekosa akili dhambi zake.